Ni afueni kwa wanafunzi elfu tisa wa shule za upili na vyuo vya kiufundi katika kaunti ya Taita Taveta baada ya kupokea basari kutoka kwa Hazina ya Ustawishaji na Bunge la Voi. Mbunge wa eneo hilo, Hamis Chome, amesema jumla ya shilingi milioni 64 zimetumika kwa basari za wanafunzi hao huku milioni 24 zikiwasilishwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Haya yanajiri huku walimu wakuu eneo hilo wakisema kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kwa shule za upili kutoka kwa serikali mara nyingi kunawapa wakati mgumu haswa kuendesha majukumu mbalimbali mbali ya shule. Kama CDF ya Voi. Tunajitahidi kusimama na wazazi na walezi kuhakikisha kuwa watoto wanasoma wanakaa ndani ya mashule, na tunajua wazazi wana hisia nyingi kwa labda zoezi hili limechelewa, lakini hatuwezi kutoa pesa ambazo hatuna, na kwa sababu tulifanya matayarisho mapema sana, fedha hizi zimeingia ndani ya kama wiki moja, siku kumi hivi na tumezigawanya na tukimaliza hapa, zile walizochukua watakwenda nazo, na wale waliobakia tutazituma. Inatusaidia sana hasa inapokuwa kwamba wazazi wengi wamelemewa na mzigo wa karo, na hiyo inawapa nafasi mtoto akae shule, aendelee kusoma vizuri, mzazi akitafuta ile sehemu imebaki polepole. Na katika hiyo hali pia tungependa kuwahimiza wazazi wetu wajaribu sana wanaposhikwa mkono na ofisi ya mbunge na CDF pia, na wao wajishikeshike angalau ile sehemu imesalia, waweze kuikamilisha na mtoto adumu shuleni kipindi chote.